Ni mara ngapi umesema kitu wakati wa hasira na dakika moja baadaye ukajuta na kutamani ungekaa kimya? Tatizo letu kubwa sio kwamba hatujui kuongea, tatizo ni kwamba hatujui muda na wakati gani tusiongee. Tunaishi kwenye dunia yenye kelele na tumesahau kuwa ukimya sio utupu. Ukimya ni jibu. Ukimya ni tiba. Leo nataka nikupitishe kwenye safari ya nguvu saba za ukimya ambazo zinaweza kuponya akili yako na kukurudishia udhibiti wa maisha yako. Nguvu ya saba ndiyo ambayo watu wengi wameipuuza na ndiyo inayowagharimu furaha yao kila siku, usiruhusu ikupite. Kabla hatujaingia ndani, fanya jambo moja la kiungwana, bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa tayari. Asante, twende kazi. Nguvu ya kwanza Ukimya hutibu na kukuza ubongo neurogenesis. Tuanze na sayansi, ni uponyaji wa seli za ubongo. Katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la Brain Structure and Function, wanasayansi waligundua kitu cha kushangaza. Waligundua kuwa ukimya wa angalau masaa mawili kwa siku unasaidia kutengeneza seli mpya katika eneo la ubongo linaloitwa hippocampus. Hili ndilo eneo linalohusika na kumbukumbu, kujifunza na hisia. Fikiria maisha yetu ya sasa: simu inalia, taarifa za habari, mziki kwenye daladala, notification za sms na WhatsApp. Ubongo wako uko kwenye state of high alert muda wote. Hii inazalisha homoni ya stress inayoitwa cortisol. Unapochagua ukimya, unaupa ubongo wako nafasi ya ku reset. Sio tu kupumzika, bali kujijenga upya. Hii ndio sababu watu wanaotafakari meditation au wanaokaa kimya kwa muda wana uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu -kumbu na hawapati msongo wa mawazo kirahisi. Ukimya sio tupu, ni rutuba ya akili. Nguvu ya pili: ukimya ni mamlaka, au authority. Hii inahusu jinsi watu wanavyokuona. Ukimya ni lugha ya wenye mamlaka. Kwenye sheria za nguvu, laws of power, inasema always say less than necessary. Sema kidogo kuliko inavyohitajika. Kwa nini? Kwa sababu binadamu tuna tabia ya kudharau vitu vinavyopatikana kwa wingi. Ikiwa maneno yako yanatoka muda wote, thamani yake inashuka. Unapokuwa mtu wa kuongea sana, unajikuta ukisema vitu vya kijinga au visivyo na maana vinavyoshusha heshima yako. Lakini angalia mtu anayeongea kidogo kwenye kikao. Kila anapofungua mdomo, kila mtu ananyamaza kumsikiliza. Kwa nini? Kwa sababu maneno yake ni adimu. Ukimya unakufanya uonekane unajia nini una haja ya kujieleza ili ukubalike, na unadhibiti mazingira. Kumbuka, mwenye nguvu hatoi kelele, mwenye hofu ndiye hupiga kelele ili kutishia. Ukimya wako unawafanya watu wajiulize unawadhani nini, na hiyo inakupa nguvu juu yao. Nguvu ya tatu, uwezo wa kusoma watu, emotional intelligence. Unapokuwa bizi kuongea, unakuwa bizi kufikiria nini utajibu badala ya kuelewa nini kinaongelewa lakini unapoamua kunyamaza na kusikiliza, na hapa namaanisha kusikiliza kwa dhati, active listening, unapata taarifa ambazo wengine hawazipati. Watu wanaogopa ukimya. Ukikaa kimya wakati mtu anaongea nawe, mara nyingi atajihisi vibaya na ataanza kuongea zaidi ili kuziba ule ukimya. Katika kufanya hivyo, atatoa siri zake, ataonyesha udhaifu wake, au atakudanganya. Namna gani? Utagundua kirahisi kupitia ukimya, unaweza kusoma toni ya sauti na vitu ambavyo havirekodiwi kwa maneno. Hii ni silaha kubwa sana kwenye biashara, mahusiano na utatuzi wa migogoro. Usikimbilie kujibu, acha ukimya uwakamue ukweli. Nguvu ya nne: kudhibiti majibu, Reaction Control. hii nguvu ni muhimu sana, inaitwa the power of the pause. Maisha yamejaa kero, watu wanaokutibua matukio yanayokuudhika. Kanuni ya asili ya binadamu ni stimulus and response, tukio na majibu. Mtu anakutukana unamtukana, gari na kuchafua unakasirika. Ukimya unakupa gap, nafasi kati ya tukio na jibu lako. Katika hiyo nafasi ya ukimya wa sekunde chache, unapata uhuru wa kuchagua jibu sahihi badala ya jibu la hisia. Watu wengi wameharibu ndoa zao wamefukuzwa kazi au wamepoteza marafiki kwa sababu ya maneno yaliyotoka wakati wa hasira. Ukimya unakudhibiti unapokaa kimya wakati wa fuja. Unamchanganya adui yako, anategemea ukasirike ili aone udhaifu wako, lakini ukimya wako unamwonyesha kuwa yeye hana remote ya hisia zako. Hii ni nguvu ya hali ya juu sana ya kiroho na kiakili. Nguvu ya tano: ubunifu na suluhisho la matatizo. Isaac Newton Albert Einstein, Tesla, wote hawa walijulikana kwa kupenda upweke na ukimya. Kwa nini? Kwa sababu kelele inaua ubunifu. Unapokuwa kwenye kelele, ubongo wako unashughulika na external stimuli, vitu vya nje, lakini unapotulia, ubongo unaingia kwenye mfumo unaitwa default mode network. Huu ni mfumo ambao ubongo unaanza kuunganisha dot ambazo hazikuunganika mwanzo, mawazo mazuri ya biashara suluhisho la matatizo yanayokusumbua na mipango mikubwa ya maisha haikuji wakati una scroll TikTok au unapiga umbepa. Inakuja wakati uko bafuni, wakati unatembea peke yako, au wakati umetulia usiku. Wa ukimya unaruhusu sauti yako ya ndani, intuition, isikike juu ya kelele za ulimwengu. Nguvu ya sita: kuvutia na kutotabirika, mystery. Binadamu tumeumbwa na udadisi, tunavutiwa na kitabu ambacho hatukisoma tunavutiwa na filamu ambayo hatujui mwisho wake. Ukawa mtu wa kusema kila unachowaza kusema kila hatua unayotaka kupiga unakuwa open book, watu wanakuchoka haraka na maadui zako wanajua wapi pa kutegea. Ukimya unakufanya uwe mysterious. Unapokaa kimya kuhusu mipango yako, kuhusu mafanikio yako au kuhusu maumivu yako, watu wanavutiwa na wewe, wanataka kukuchunguza hii inakupa upper hand katika mahusiano na hata kwenye ushindani wa kibiashara. Usiwape watu ramani yote ya maisha yako, waache wabaki na maswali. Maswali yao ndiyo heshima yao kwako. Nguvu ya saba: uhifadhi wa nishati ya maisha, energy conservation. Kuongea ni kutumia nguvu, kubishana ni kutumia nguvu, kujieleza kwa watu wasiokuelewa ni kumaliza nguvu zako za kiroho na kimwili. Je, Umewahi kugundua kuwa baada ya siku nzima ya maongezi mengi unajisikia kuchoka sana hata kama hukufanya kazi ya nguvu? Hiyo inaitwa social exhaustion. Ukimya unasaidia kutunza nishati yako kwa ajili ya vitu vya msingi. Badala ya kutumia nguvu kubishana na mtu mtandaoni, unatumia nguvu hiyo kujenga biashara yako. Badala ya kutumia nguvu kusengenya, unatumia nguvu hiyo kusoma kitabu au kufanya manya mazoezi. Ukimya ni battery saver ya maisha yako. Watu waliofanikiwa wanajua wapi wawekeze maneno yao na wapi wawekeze ukimya wao. Kama nilivyokuahidi mwanzoni, siri ya the golden pause. Kuanzia leo jaribu hili: kila unapoulizwa swali au unapokutana na hali yoyote ngumu, hesabu sekunde tatu kimya kabla hujajibu. Moja, mbili, tatu. Hizo sekunde tatu zitabadili jibu lako zitakupa heshima na zitakupa utulivu uliokuwa unautafuta. Ukimya sio udhaifu, ukimya ni lugha ya Mungu na ni lugha ya watu wenye hekima. Anza kuifanyia kazi leo na utaona jinsi dunia inavyokulishimu. Ikiwa umejifunza kitu kipya leo, tafadhali niandikie kwenye comment neno nguvu ya ukimya, ili nijue tuko pamoja mpaka mwisho. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.